cha Dar es Salaam. Tangazo la kuitwa kazini Chuo Kikuu cha Dar es Salaam. UDSM kinapenda kuwataarifu waombaji kazi mbalimbali waliofanya usaili tarehe 15 hadi tarehe 17 Mei 2025 kuwa majina ya waombaji kazi waliofaulu usaili huo ni kama yalivyorodheshwa katika tangazo hili. Waombaji waliofaulu usaili watatakiwa kukamilisha taratibu mbalimbali mbali za ajira kwa kufika Chuo Kikuu cha Dar es Salaam jengo la utawala ofisi ya masjala chumba namba 315 siku ya Jumatatu tarehe 2 Juni 2025 kuanzia saa tatu kamili asubuhi, wakiwa na nyaraka zilizoainishwa katika tangazo hili ili ziweze kuhakikiwa kabla ya kupewa barua ya ajira. Kwa wale ambao majina yao hayapo katika tangazo hili, watambue kuwa hawakupata nafasi au hawakufaulu usaili hivyo asisite kuomba kwa mara nyingine pindi nafasi za kazi zitakapotangazwa. Nyaraka za kuwasilisha ni kama ifuatavyo: vyeti halisi original certificate and transcript, na nakala mbili za vyeti hivyo ambazo zimethibitishwa na mamlaka za kisheria certified by advocate or magistrate, ya masomo kuanzia kidato cha nne na kuendelea, cheti cha kuzaliwa, nakala ya kitambulisho cha taifa <coughs> na unida, na picha ndogo nne za rangi four colored passport size photograph. Majina ya waliofaulu usaili na kuchaguliwa katika kada mbalimbali Chuo Kikuu cha Dar es Salaam. Kada, jina kamili: Tutorial Assistance Food Science, Kelvin Nyerere Samson, Masunga Po Maganga, Joseph Sylvester Kabuje. Assistance Lecturer Food Science, Kelvin Emmanuel Vula. Assistance Lecturer Procurement and Supply Chain Management, Pasco Shigiti Kamoli Livaldu Lusekelo Mwamba Fula Sofia Vedastus Fundi Assistance Lecturer, Management Information System Sofia Fred Mark Assistance Lecturer, Statistic Robert Stephen Kikoti Assistance Lecturer, Cybersecurity, Data Science, Artificial Intelligence, Software Engineering, Embedded System <coughs> Robotic and Automation System Francisca Silvano Mwakinyali, Hajra Faki Ali. Tutorial Assistance, Private Law. Roja Mwalulefu, Joseph Isaac Masangala, Ndihirubusa Jamali Januar, Simon Fanuel Mbambaye. Tutorial Assistance, Public Law. Akilimali John Mwasimpinde, Anod Andrea Biakagaba Tutorial Assistance, Gender Studies, John William Mabopa, Carol John Finanga. Tutorial Assistance, Computer Science Engineering, Software Engineering, Cyber Security, Data Science, Artificial Intelligence, Lucas Emmanuel Manyota, Ephraim John Kasenga. Assistance Lecturer, Different Differential Geometry, Petro Samuel Bwire, Peter Masonga Slaa. Assistance Lecturer, Heritage Management, Misa Alex Fungo, Chiku Saidi Kizenga. Assistance Lecturer, History, Victor Kombe Plantin, Happiness Emmanuel Msaki. Assistance Lecturer, Adult and Community Education, Herman Chuma Mahona. Assistance Lecturer, Electrical Engineering, Sofia David Kigodi. Lecturer, Development Engineering, Agneta Edie Muhenga. Tutorial Assistance Finance, Saul Amos Biamerwa. Assistance Lecturer, Entomology and Parasitology, Diana Zakayo Machumbu. Assistance Lecturer, Geographical Information System GIS, Emmanuel Jonathan Matiko. <coughs> Assistance Lecturer, Aquatic Resources Management, Lois Nathan Timbona. Assistance Lecturer, Molecular Biology, Flora Alfred Mjema. Assistance Lecturer, Accounting, Jennifer Charles Anania. Tutorial Assistance, Medical Physics Timoteo, Cyprian Gumbo Assistant Lecturer, City, Shaban, Geography Goodluck Godfrey Shija. Imetolewa na makamu mkuu wa chuo, chuo kikuu cha Dar es Salaam, UDSM. Kama ni mara yako ya kwa kwanza kuingia katika channel hii ya FEABOY, tafadhali bonyeza neno subscribe, alafu bonyeza alama ya kengele ili uweze kupata taarifa zaidi pale tunapoposti video mpya. Lakini pia kwa msaada wa haraka na updates za kila siku, unaweza kujiunga na channel yetu ya Telegram. Link nimekuwekea katika sehemu ya description ya video hii. Asanteni na karibuni.